Mungu, yote inafanya kazi na fikra za mtu, inafanya kazi na akili za mtu. Ndio maana Korintho wa pili sura ya 4 mstari wa nne inasema ikiwa Injili imesitirika imefichika, manake anasema imesitirika kwa hao walio waliopotea, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, ili isiwazukie nuru ya Injili wakaokoka waka hiyo ni Wakorinti wa pili nne, mstari wa 3 na 4. Kwa sababu nuru ikizuka, kuna kitu unafahamu. Nuru ikiingia, kuna ufunuo unaingia kwako. Ufunuo ukiingia kwako, kwa, uberhama una shift, unaenda kwenye kiwango kingine, unaenda kwenye kiwango kingine, unabadilishwa, unapandishwa ngazi. Ndio maana shetani atapambana mchana na usiku usijue wewe ni nani katika Kristu, usijua asili yako ni ipi katika Kristu, usijua thamani yako ni ipi. Na ndio maana sasa unakuwa na hofu, ndio maana kwenye hii dunia mtu akifanikiwa akampata Mungu kwelikweli na kwa kumaanisha, vitu vingine vyote vinakuwa ni kawaida, kisikusumbua kitu duniani. Kitu kinachotokea kikusumbua, cha kwanza ni je, nina Mungu ndani yangu? Nina Mungu ndani yangu? Ni, ni, ni mahusiano yangu na Mungu yakoje? Jiulize swali ndani yako, kufanya nini kufanya nini? Kwa sababu kama hauna hilo jibu umuhimu wa Mungu kwako kwenye maisha hautauona. Kinachofanya uende ibadani ni nini? Sababu kama unalijua hilo jibu, hautasubiri wakati wa ibada peke yake, utatengeneza muda binafsi wa kwako na Mungu. Sababu kiu yako ni nini kwenye Ukristo? Kiu yako ni nini katika maisha yako ya Kikristo? Je, unafurahia kuishia tu kuitwa Mkristo? Kuna faida gani ya kuzaliwa ukasema mimi ni Mkristo na ukafa kama Mkristo, ila hujakutana na Mungu kwenye maisha yako yote duniani, hujakutana naye. Kuna mahusiano na Mungu ambao asabanina mahusiano na na Mungu ninayo, una uhakika kwamba unayo? Kuna faida gani, kuna faida gani upate kila kitu duniani ila umkose Mungu? Kuna faida gani, kuna faida gani uwe na vitu ila hauna Mungu? Sikiliza, ni mara mia usiwe na vitu ila uwe na Mungu kuliko kuwa na vitu bila Mungu kwa sababu ukishampata Mungu vitu vitakuja tu, lakini hata, hata kama vijaja, ni afadhali visiwepo, ila uwe na Mungu. Na si maanisha kwamba havitakuja, ila fikra zako uzihamishe kwenye vitu uzihamishe kwenye, kwenye, kwenye mambo ya dunia hii. Fikiria pia kuhusu mambo ya Mungu. Kuwa na Mungu wa kumaanisha ukujua ndani yangu naye Mungu, na kwa hiyo utatafuta maarifa ya kumjua Mungu sababu Biblia nasema bali wale wamjua Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu, wale wamjua Mungu wao. Sikiliza, asikudanganye mtu dunia hii, kila mtu ana mungu wa kwake, usije kaiga ya mwingine bila kujua kinachomsaidia ni kipi. Utafanya biashara, labda watanielewa. Nenda kali Kariakoo, pita kwenye maduka ya, ya tu flani ya, ya, ya, ya flani, kuna watu ukiingia kwenye maofisi yao utaanza utachokutana nacho ni miungu ya kwao. Ndio maana swali inaulizwa, wewe ni Mkristo? Kiu yako ya kwanza ni nini? Usonoko na Mungu una thamani ipi? ni wa kwanza au sio wa kwanza? Sababu kama huna hayo majibu ni sawa na kukaa nyumbani tu, uwe mpagani, julikane kwamba mi sina Mungu, mi ni mpagani, sina dini. Ila ukishajiita wenyewe mi ni Mkristo, lazima uchunge mahusiano yako na Mungu, uyatengeneze kwelikweli na Mungu awe wa kwanza kwa kabla kitu kingine chochote. Na ukishasema hivyo maana yake nini? Maarifa ya kimungu lazima uyatafute kwa hali na mali. Mtu yeyote anayetafuta muujiza, Mungu ni wa muujiza. Muujiza ipo, muujiza ipo ni ya kweli. Mungu ni mo, ni wa muujiza, ila mtu yeyote akipata muujiza lakini hana maarifa ya Mungu, huo muujiza huwa hukai. Muujiza ukiupata unatunzwa na maarifa, muujiza wa kimungu unatunzwa na maarifa ya kimungu. Ndio maana hata ufalme wa giza ukikufanyia kitu, lazima kuna mambo ya upande huo uyajue na uendelee kuyafanya, usipoyafanya vitu vinaharibika. Kuna faida gani kuja ibadani ukaondoka ujui kitu? Ni sana mtu ambaye kuja ibadani. Ni sana mtu ambaye angebaki amelala unapata furaha ipi? Yaani una, unapataje amani? Unawezaje ja kukaa ukafurahika sana, nimetoka ibadani, ila umeondoka hauna kitu ambacho unakijua, hauna kitu ambacho unakikumbuka. Unasema mtu akamwabudu Mungu wapi? Kwa sababu kitu kinachoweza kukunganisha wewe na Mungu ni maarifa ya kimungu. Sikiliza niwaambie, Mungu ni halisi kuliko kitu kingine chochote kile ambacho unaweza kufikiria. Ulimwengu wa roho ni halisi kuliko mungu wa kimwili. Ulimwengu wa kimwili unavyoona hivi, unavyoona hii ni maiki. Hiki ni kinanda, kina rangi hii. Si halisi zaidi kama ulimwengu wa kiroho, sababu ulimwengu wa kimwili utaona matokeo peke yake. Ulimwengu wa kiroho hauoni tu matokeo, unaona na chanzo chake na sababu ya hicho chanzo. Ni nini? Kwa nini kipo? Kwa nini kinatakiwa kiwepo? Kilitokea hapo kile. Kwa hiyo unaona, ni, ni halisi zaidi. Ulimwengu wa kiroho ni halisi zaidi kuliko ulimwengu wa kimwili. Ndio maana hata kama ukiwa kipofu kwa jinsi ya ya mwili, ila macho yako ya ndani yakiwa naona ni, ni, um, ni mara elfu kumi zaidi kuliko mtu aliye kipofu kwa macho ya ndani. Na ulimwengu wa roho hauwezi kuwa halisi kwa mtu kama hujaupa kipaumbele. Lazima upe kipaumbele kwanza. Ukishaupa kipaumbele ulimwengu wa roho, ukishaupa kipaumbele Mungu anaku, unaanza kuhamishwa unaingizwa. Ndio maana Biblia kwenye Kolosai ya 1:15 nasema naye akatuokoa akatuhamisha, naye akahamisha kutoka katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndio maana Biblia nasema hivi, usipozoe mara ya pili hauwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Injili ya Yohana sura tatu, wakati anaongea na Nicodemus masuala ya kuzaliwa mara ya pili, akamwambia usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Anaongea, kuna swala la kuona ufalme wa mbinguni na kuna swala la kuingia ufalme wa mbinguni, vitu vitofauti. ulimwengu wa roho ni bora zaidi kuliko ulimwengu wa kimwili, una thamani kubwa zaidi kuliko kuliko ulimwengu wa kimwili. Ulimwengu wa roho, vitu viko wazi zaidi kuliko ulimwengu wa kimwili. Wakati Yesu amefika kule, anataka walipe kodi na hawana hela ya kulipa kodi. Yesu akamwambia kina Petro, vipi ulipeni kodi? Asema hatuna hela. Sasa ulimwengu wa kimwili unakuwa haoni hatua nyingine, kwa sababu ulimwengu wa kimwili unaona matokeo, hauoni mchakato. Kwa hiyo Yesu yuko rohoni, anajua nini cha kufanya. Akamwambia Petro, chukua ndoano yako, nenda baharini, tupa samaki atakayetoka kwanza fungua kinywani mwake kuna shekeli, njoo ulipe kodi ya kwako kwa na kwangu. Alikuwa anajua, kwa sababu ni ulimwengu wa roho uko wazi zaidi kuliko kuliko ulimwengu wa kimwili.